Ikhwata fillah, kila mmoja lazima katika mwendo wake wa kuelekea akhera awe na mambo ambayo ataenda nayo, awe na begi ambalo yuko nalo, begi ambalo itakuwa na mambo yatakayomsaidia katika safari yake ya milele, nao ni safari ya kuelekea kaburini, kisha kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maandalizi yaliyokuwa mazuri ni uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, andaeni maandalizi mnapokuwa mnaenda katika ibada ya hija, na mnapokuwa mnaelekea katika maeneo mbalimbali ya safari zenu, na mnapokuwa mnaelekea katika safari ya akhera. Fa inna khaira zadi taqwa, hakika bora ya maandalizi ni ucha Mungu. Kwa kila mmoja akiwa hapa duniani aelewe kwamba yuko safarini, na katika hii safari lazima awe na maandalizi na maandalizi yaliyokuwa mazuri ni ucha Mungu, ni kumja Allah subhanahu wa ta'ala.